Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Asante. 12 Septemba, siku ya Ijumaa, nilipita kata nzima, mitaa yote. Yapo mambo ambayo wananchi wamenituma tuyashughulikie, nataka nimkabidhi diwani, yapo ndani ya uwezo wake. Jambo la kwanza hatutaki kuona wafanyabiashara wetu wadogo na wakati wakisumbuliwa. <tipos> vijana wa bodaboda -boda, na bajaji walalamika kwamba wanafukuzwa ovyo, wanasumbuliwa. Jambo ikome. Serikali ya mama Samia inathamini sana watu ambao wanaangaika kujitafutia riziki Unapomfukuza unataka akale kwa mbunge? mimi tampaela mimi natoa wa watu kwa vijana wetu wafanye biashara kwa uhuru kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. hiyo namna gani? hiyo vipi? jambo hili Mheshimiwa diwani ulisimamie, ndipo ndani ya uwezo wako na wenye vito ya serikali za mitaa, tusisumue watu wetu wanaotafuta riziki, hiyo ni haki yao. jambo la pili Jambo la pili, vijana hapo walituomba tuwawekee miamvuli wa mia bodaboda na bajaji, wakati wa jua wakae vizuri. Jambo hili ulishike, unikumbushe mara baada ya kampeni tuwaduhurie miamvuli hapa, wakae tawatawa. yeah! yeah! Tatu, lipo swala la haki na uwazi kwenye upatikanaji wa mikopo kwa kina mama na vijana hii kata ya Makuburi hii, akina mama na vijana wamelalamika mikopo inakuja, watu wanapata kiujanja kiujanja. Kweli si kweli? Hili jambo likubariki, haki ya mikopo na uwazi uonekane. Kama Kitila amepata ijulikane, kwa nini Kitila akapata, kwa nini faru amekosa. Uwazi uwepo, uwepo si wapo? Hilo ni jambo la diwani ulisimamie. Kama kuna maafisa wa serikali wanaleta mambo ya kinoko, uwashughulikie hapa namna gani? jambo la nne, jambo la nne, jambo la nne, nimepita hapa. Serikali ya Samia imeondoa ada mashuleni, kweli si kweli? Hakuna ada kutoka shule ya msingi mpaka sekondari, lakini kuna watu wajanja wajanja ovyo si tumeonda ada? Mama amefuta ada. Kuna watu wajanja wajanja wanaweka michango ya ovyo ovyo. Eti wanaweka shilingi elfu mbili kila siku aiwezekani, hili kutoma haraka sana, hatuwezi ku ii hapana i tutalisimamia, tutalikomesha. Serikali ya Mama Samia haitaki okay. Mambo hayo okay. Kwa okay. Mheshimiwa diwani lo ni kamate ilo ndipo okay. Ah, jambo tunalishughulikia. Ndugu wananchi, mtusamehe tumechelewa, lakini walifanyizia kazi swala la maji, hususan eneo la Novo. Imekuwa sugu sana hili, eneo hili limetusumbua sana ni waii walifanyia kazi. Na la mwisho la mwisho ni la kitaifa, lakini muhimu niliseme. Wananchi wa Makuburi, kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, hususan ukanda huo wa Ubungo, mmeteseka sana na mwendo kasi kwa muda mrefu. Ndio juzi mheshimiwa rais ametoa maelekezo, mabasi yalikuwa bandarini yalikuwa nasubiri utaratibu fulani, mambo ya kikodi. Akaamuru hayo mambo yafanyike, baadaye wananchi wameteseka, mabasi yaingie barabarani. Meona mjaona mwendo kasi, mmeiona mjaiona? hiyo ni ma, amefanya mama Samia, ametoa amri mabasi yaingie, watu wake waache kuteseka. Hapo vipi? Sasa nimesikia mnalalamika, o sasa bada mabasi ya kijani eh imekuwa shida kijani. Sasa aaana wewe kama utaki kupanda kwa sababu ya kijani hiyo shauri yako. Sisi tumeweka mabasi ya kijani hapo, ndo hayo hayo, wananchi watapanda, watapanda, watapanda. A -panda. A -panda. Rasi, raha si raha, Samia oye! Oye! la mwisho ni waahidi vijana wangu wa Makuburi wanaofanya michezo, mabondia wale wa football, nimepokea maombi yenu ya vifaa vya michezo tutawaletea, tutawapeni ili mfanye michezo yenu kama mlivyoomba. Asante.